jili tena ametuwezesha. Tumekuwa na najua tumekuwa na kipindi kingumu nchi mzima, tunaomboleza, but kwa yote tunafaa tushukuru Mungu na tumwambie tu asante. Bwana asifiwe. Siku ya leo tunaenda kuangalia juu ya amani ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na before niendelee kama tusome neno, ningependa tuombe. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru Sema ni asante usiku wa leo, mfalme ajabu kwa ajili ya wakati mwingine umetuwezesha. Baba, na ukabili neno la siku ya leo mikononi mwako, Jehova. Najua Mungu wangu, mtakapotoka mahali hapa apa, mfalme ajabu, kuna mtu, Bwana, anaenda kupokea amani yako usiku wa leo, kuna mtu Jehova Nisi anaenda kupokea nguvu mpya usiku wa leo. Asante Mungu kwa ajili ya hiki kibali, asante kwa ajili ya neema, Bwana akasia mwana wa Mungu kwa katika kiti chako cha enzi, na ni katika jina la Yesu naomba na kuamini, amen. Usiku wa leo tunaenda kuangalia juu ya amani ya Mungu. Bwana asifiwe. Unajua kuna wakati mwingine challenges huwa zinakuja, na sijui wengine wenu, wakati zinakuja tunananga kutafuta amani yetu wapi? Bwana asifiwe. Wengine wanaenda kutafuta amani yao kwa wanadamu. Bwana asifiwe wengine wanaenda kwa wanadamu, wanaenda wanawavunja moyo zaidi, unapata sasa. Pale ukitoka pale, hata mbele hauoni kabisa, hakuna matumaini unaona mbele. Lakini usiku wa leo nimekuja kwa kuambia ya kwamba amani ambayo ni ya kweli inatoka kwa Mungu wapendwa. Bwana asifiwe. So usiku wa leo nimekuja kuambia, no matter what, no matter the challenges ambazo unapitia, itisha amani ambayo inatoka kwa Mungu. Piga magoti mbele za Mungu, ambia Mungu akupatia amani ambayo inastahili. Bwana asifiwe. Na kwa sababu Mungu wetu ni Mungu mwaminifu, yeye hajawahi choka na sisi. Bwana asifiwe. Kila wakati neema yake, amani yake iko juu yetu. Bwana asifiwe. Ni ile tu wewe mwenyewe ukiri ama uombe. Unajua, ni kama mtoto mdogo Papa jua mtoto ni nini anataka kama hajajieleza ni nini anataka Bwana asifiwe lakini ukikaa tu nyamaze usemi chochote uombi waambie Mungu ni nini ambacho unataka unasema tu Mungu anajua anajua aje enda mbele za Mungu mwambie ni nini hicho ambacho unaona kimekuwa ngumu kwa maisha yako na ninaamini ya kwamba atatena Bwana kwa asifiwe usiku wa leo tunaenda kuangalia kwenye kitabu cha Isaya 26. Mlango wake ni watatu Isaya ishirini na tisa, mlango wake ni watatu. Inasema ya kwamba utamlinda yeye ambaye moyo wake umtegemea katika amani kamilifu Wakua, kwa kuwa anakutumaini. Bwana asifiwe, nitarudia tena Utamlinda yeye ambaye moyo wake umtegemea katika amani kamilifu, kwa kuwa anakutumainia. Bwana asifiwe. Neno linatuambia hapa ya kwamba yeye mwenyewe atatulinda kwa kuwa mioyo yetu tunamtegemea yeye. Bwana asifiwe. Lakini kama tutamweka kando, kama tutajiweka kando, tuanze kufanya mambo yetu tutakuwa basi tumejiepusha na ile uwepo wa Mungu. Bwana asifiwe. Lakini sisi wenyewe tukijiachilia mbele za Mungu, tumwambie Mungu, nataka amani, nataka unipatie amani ambayo ni ya kweli, amani ambayo sitakaa niangalie huko ama ni huko ama nitetemeke ama nitingizike. Bwana asifiwe, ambia Mungu siku leo akupatie amani ambayo ni ya kweli, wapendwa. Bwana asifiwe. Tusiende kutafuta amani kwa wanadamu. Wanadamu wako kwa kutuvunja moyo. Kuna mwanadamu ambao utashare na yeye shida zako ama mahitaji yako atakupatia nguvu. Kuna mwanadamu mwingine utamwendea umpatie issue zako akushushe kabisa. Bwana asifiwe. Na hapo sasa unaona, utakuwa umetupa matumaini. Bwana asifiwe. Lakini usiku wa leo nimekuja leo nikuambia ya kwamba mtumainie Bwana. Bwana asifiwe. Na neno linatuambia kwamba atamlinda yeye ambaye moyo wake unamtegemea Bwana asifiwe. Kwa hiyo sijui usiku ya leo unategemea nani? Bwana asifiwe. So ningekuwa encourage umtegemee tu Mungu watana na mambo mengine, hawa wenye unaona wakubwa wakubwa wenye unakaa tu unasema hey, nikiendea fulani ndio issue zangu zitakuwa, sasa pale ndio mambo itaenda ikuwe more worse Tumtumainie -tum tu Mungu. Bwana asifiwe. Sikio lake kila wakati liko wazi kutusikiza. Bwana asifiwe. Hakuna siku amekaa amesema sitaki. Bwana asifiwe. Ni sisi tu wenyewe ndio tumekata, lakini usiku wa leo ninaomba, nikitoka hapo usiku wa leo, yeyote ambayo akwa na amani akapokea amani ambayo ni ya kweli. Bwana asifiwe. Na hiyo amani tumesema ya kwamba inatoka kwa Mungu na nino ninaendelea kusema ya kwamba kwa kuwa anamtumaini. Ukimtumainia tu Mungu kwa yote, kila kitu kinawezekana. Hakuna kitu ambacho ni ngumu kwa Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Ni sisi ndio tunakaa sometimes, tunaona hii haiwezekani. Bwana asifiwe. Unakaa unaangalia mbele, unaangalia jamii, mali umetoka, unaona kwamba maisha yako imekuwa zero. Bwana asifiwe. Lakini Mungu wetu anatuambia ya kwamba tumletee yote, tumbebe mizigo yote tumletee Bwana hey, asifiwe. Lakini mara nyingine ndio tumeleta ishu zetu, umeleta ishu zako kwa Mungu, lakini bado ukitoka pale ile mizigo tu bado umeibeba. Bwana asifiwe. Kwa sababu gani? Haujaamini ya kwamba inawezekana. Bwana asifiwe. Lakini usiku wa leo ningependa ya kwamba tumtumainie Mungu. Bwana asifiwe, na tumeambia ya kwamba kwa kuwa yeye yeye yeye yeye analinda, ambaye moyo wake unamtengemea bwana asifiwe, katika amani ukamilifu, kwa kuwa ana anakutumaini ana kutum, ana bwana asifiwe. So tukimtumainia Mungu mambo yetu itenda tu kukua sawa, bwana asifiwe. Tusiangalie yala ambayo anaendelea kando huku na, na jamii pengine na wapendwa wako, tuangalie tu Mungu bwana asifiwe tusiangalia yale ambayo anaongelewa huko, masikio yako yasibe, bwana asifiwe. Masikio yako yasikie wema wa Mungu, masikio yako yasikie mambo ambayo ni ya kumfurahisha Mungu, bwana asifiwe. Na pia huu mwili wetu saa zingine unatuongoza kwa mambo ambayo si ya kiungu. Ni vyema tusisikize mwili wetu wapendwa, kama tunataka amani ya Mungu, usisikiza mwili, kwa sababu mwili pia utakupoteza. Bwana asifiwe. Ni vyema tuambie Mungu atusaidie atupatie akili ya kuelewa tujielewe, sisi ni nani. Bwana asifiwe. Na tukijielewa sisi ni nani, ukweli mbele za Mungu, amani ya Mungu itakuwa kila wakati inafurika ndani yetu. Bwana asifiwe. Hata kwa amani kwa majamii zetu tutapokea. Bwana asifiwe. Lakini tukienda kutafuta amani kwa waombezi, wengine wataenda wakuombea, wakuongezee shida zaidi. Bwana asifiwe. Wengine wataenda wakupatia mawaidha wa kuharibu kabisa. Bwana asifiwe. So ni vyema tumpelekee mungu mizigo yetu. Nimesema ya kwanza Joni, kwangu ninyi wote ambao mnalenua na mizigo mizito nami na nitawatua. Bwana asifiwe, nita- nitaiondoa na mtakuwa huru. Bwana asifiwe, lakini mara nyingi tumeweka shingo ngumu na ninaomba usiku mungu atusaidie shingo ngumu itoke ndani yetu, na najua tukiachilia yote kwa Mungu tutapokea hiyo amani ambayo inatoka kwa Mungu ambayo ni amani ya kweli. Bwana asifiwe. Na tumeambiwa ya kwamba kwenye hiki kwa kwa kifungu hichi cha Isaya ishirini na sita mlango mm, wa tatu, inatuambia inaendelea kutuela yani, kutufafanulia ya kwamba hii neno ni yani, ni kama ahadi. Bwana asifiwe, ambayo ni kamilifu kwa wale ambao wameweka amani yao kwa Mungu ama wamefix kwa Mungu. Bwana asifiwe, hata wakati magumu yako ama challenges, Bwana asifiwe, bado namwangalia huyo Mungu. Bwana Yesu asifiwe, wa usiku wa leo kuna wengi na wengine wetu, challenges zikikuja, hatukumbuki kwamba Mungu yuko. Bwana Yesu asifiwe wa. So ni kwa hapo usiku wa leo nikwambie ya kwamba haijalishi ni hali gani ambayo hiyo ambao huko usiku wa leo, ambia tu mungu akupatie amani ya Mungu. Bwana asifiwe, yeye mwenyewe akupatie tu amani yake, maana ni yeye ndiye ako na hiyo amani ambayo unaitafuta. Utaipata kwa binadamu yoyote, utaipata kwa waombezi, utaipata kwa marafiki zako. Bwana asifiwe, amani ambayo inatoka kwa Mungu ambayo ni ya kweli ni wewe mwenyewe ndio utaitisha na utaipata. Bwana asifiwe. Na hii amani inakuja kwa zile akili ambazo zimesimama wima. Bwana asifiwe, zile akili ambazo ziko focused. Bwana Yesu asifiwe, na committed kwa kazi ya Mungu. are you focused usiku wa leo? Una yani, malengo yako ni gani usiku wa leo? Bwana Yesu asifiwe ama komi, ile kuwajibika kwako kwa kazi ya Mungu huko haje. Bwana Yesu asifiwe. So hizi vitu zote tunafaa tuangalie, pia kwa sababu amani haiwezi kuja kama hauko focus. Ni nini ambacho unataka kufanya? Bwana asifiwe. So when you are focused, kufanya kujua ni nini ambacho unataka na ukuwe pia committed kwa kazi ya Mungu, mambo yako inakuwa sawa tu baraka zina, zinaanza kuflow kwa maisha yako. Amani ya Mungu unaanza kuipokea. Bwana asifiwe, kibali unakipokea. Bwana asifiwe, hata kule kazini, mahali popote tu pale utakua, yaani unapokea tu baraka za Mungu, neema za Mungu, kibali cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe, ni ile tu tukiweka our focus to God na ile commit, commitment yetu ile ambayo tumeweka kwa Mungu. Bwana asifiwe na ingine inatuambia ya kwamba na hii amani inapatikana kwa akili ambazo zinamtumainia Mungu. Bwana asifiwe! Akili yako usiku wa leo inamtumainia nani? Bwana Yesu asifiwe! Usiku wa leo ni nini unafikiria kwenye akili yako? Usiku wa leo ni nini hicho ambacho unafikiria? Bwana asifiwe! Wengine akili ziko mbali, wengine amani haiko kabisa. Bwana asifiwe! hata kwa jamii amani hakuna kabisa. Ukiona mwenzako mena nikawa sumu. Bwana asifiwe. Lakini hii amani tumeambiwa ya kwamba inapatikana kwa akili ambazo ambazo ziko focused kwa Mungu. So usiku wa leo wewe kama hauko focused, ambia Mungu akusaidie ukuwe ukua focused. Bwana asifiwe, ufikirie, ujue ni nini ambacho ninataka Bwana asifiwe. Usikae tu akili tu iko tu damu tu pale You are, you are just there hujui ni nini ambacho hicho unataka but unaambia Mungu I need a peace of God. Nataka amani ya Mungu ndio unataka amani ya Mungu, haya mambo mengine hapa kando umeyalainisha. Bwana asifiwe, wewe unaombanga, unasoma neno la Mungu. Bwana asifiwe, unatembea na watumishi wa Mungu. Je, unaenda kwa mama, unaenda mawaidha wa mama kama ni conference, unaenda kupata mafundisho pale Bwana asifiwe. Kama ni wazee mnaenda pale kupokea mafundisho. Bwana Yesu asifiwe. Unajua akili zetu zitakuwa settled when you are focused, ni nini ambacho hicho tunataka kufanya kwa maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukikaa tu dump pale, kusema ukweli, tusiambiane tu kweli, hakuna amani ambayo utaipokea. Bwana asifiwe. But if you want to settle, ukitaka kus, yani utulie, hakikisha vitu zenye ulikuwa ufanya ama mipango yenye ulikuwa ufanye umeifanya kamilifu. Bwana asifiwe, then hapo utapata amani ya Mungu. Mara nyingi sisi wenyewe ndio tunajipotezea amani bila kujua. Bwana asifiwe, lakini kama tumejua ukweli wa Mungu, tunaambiwa ya kwamba hiyo amani ya Mungu inapatikana kwa wale watu ambao wako focused na committed kwa kazi ya Mungu. Bwana asifiwe, hiyo tu Komite na kupea focus mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na tukaambiwa ya kwamba hii amani ya Mungu pia ni kwa wale watu akili zao zinamtumainia Mungu kila wakati. So usiku wa leo ninakuomba, mpenda mtazamaji, am natazama usiku wa leo, weka akili yako ikuwe focus, ni nini hicho ambacho unataka kufanya? Bwana asifiwe, kwa sababu ninaamini ya kwamba wakati unaenda kuomba unakwanga umeweka ratiba yako venye unaenda kuomba. Bwana asifiwe. Unaambia Mungu nataka hii, nataka hii, nataka hii, nataka hii. Bwana asifiwe. Na hivyo hivyo venye umeomba, ndio maombi Mungu anaenda akiajibu. Kwa sababu gani? umeset up your goals, ni nini ambacho unataka na ni nini ambacho utaki. Bwana asifiwe, na umeambia Mungu ni nini ambacho unataka kuondolee. Bwana asifiwe. Na hivyo ndio inafaa so tunaamba hapa chini ya kwamba eh, amani ya Mungu inapatikana kwa watu ambao akili zao zinamtumainia Mungu kila wakati, na pia tunamwacha Mungu atu, atuongoze kwa mawazo yetu. Bwana asifiwe kwa tabia zetu. Bwana Yesu asifiwe yaani, kwa kila hali tunamwachia Mungu atuongoze. Tumefika mahali nataka kuongozwa na Mungu nani maombi yangu pia nami, singependa mwili wangu niongoze. Nataka niongozwe na Mungu, matendo yangu yaongozwe na Mungu, tabia yangu iongozwe ya na Mungu, unena kwangu niongozwe na Mungu. Bwana Yesu asifiwe, ndio nipate hiyo amani ya Mungu. Bwana asifiwe. Na wewe ambao unanitazama hapo usiku wa leo kuna mambo ambayo utakubali ya kuondokea kwa maisha yako. Bwana asifiwe. Kuna mambo ambayo uta release kwa maisha yako ya kuondokea kabisa, ndio uanze kuona amani ya Mungu. Bwana asifiwe. Kama nikusamee samee wengine wengine, walikukwaza mpaka ingine ukifikiria unaona hapana, ninaanza haje, wasamee. Bwana asifiwe. Haijalishi ni nini yao walikufanyia, wasamee na pengine uliona ulikosa, unashindwa ninaendeaje, Mungu kweli nitasamea? Mungu wetu alikuja kwa sababu yako, alikuja kwa sababu ya waisi, alikuja kwa sababu ya yani, kwa kila mtu. Bwana asifiwe, alikuja kwa makosa yote yale, yote unayajua, yote ayo, ayo mabaya yenye unaweza yatamka, yote ya wenye dhambi Walagai, washerati, waongo, waisi, Bwana asifiwe, alikuja kwa sababu ya hiyo yote. Bwana asifiwe. So usiku wa leo nimekuja kukuambia kwamba hakuna kitu ambacho akiwezekani kwa Mungu, ni sisi wenyewe tu release. Ukiachilia naye Mungu atakubariki na atakuinua Bwana asifiwe. Ukisamehe Mungu pia naye atakusamehe usiku wa leo achilia mpendwa. Mama yangu naomba tu waachilie. Mzee na umbona unanitazama, achilia. Kama ni kijana achilia, haijalishi ni nini ambao uliambiwa ama amba amba ulifanyiwa achilia mbele za Mungu. Samee, Bwana asifiwe. Na kama inawezekana kuwatembelea, watembelee pia na uambie nimewasamea. Bwana asifiwe. Na kama pia inawezekana kwenda kuomba msamaha, tembea, enda omba msamaha. Bwana asifiwe. Na ukifanya yote, kuna ile amani ya Mungu ambayo unaenda kuipokea. Bwana asifiwe. Kumbuka, amani haiwezi kuja kama yaani ujajiachilia mbele za Mungu. Kuna mambo ambayo unafaa kuachilia mbele za Mungu. Akubariki Bwana asifiwe. Na ndo hiyo maana ndio maana nimekuambia lazima tuatilie yote kwa Mungu. Bwana asifiwe, tukiangalia Yohana mstari wa kumi na nne ishirini na saba inatuambia nini? Yohana mstari wa kumi na nne natuambia hivi, amani nawachieni, amani yangu nawapa, na wa, na wapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo. Bwana asifiwe. Msifadhaike mioyo yenu wala msiwe na uoga. Bwana asifiwe. Hii ni ya wakati Yesu Kristo alikuwa anapaa kwenda juu mbinguni, akiwaambia wanafunzi wake ya kwamba amewachia amani. Bwana asifiwe, so mimi ninajua ya kwamba amani tuliachiwa ni sisi wenyewe ndio tumekataa ama kuichukua. Bwana asifiwe, ama kukataa kuk, yani, kuk, yani kukataa tu kukua tu na amani kwa mioyo yetu. Bwana asifiwe, kama neno la Mungu linatuambia y kwamba yeye mwenyewe alituachia amani. Bwana asifiwe, na tusikuwe na uoga. Lakini wengine wetu imefika mahali ni kama hatuji yani atujitambui bwana asifiwe. So usiku wa leo ningependa wapendwa, watazamaji ambao mnanitazama usiku wa leo, kuna mambo ambayo tutayaachilia ndio tupokee amani ya Mungu. Bwana asifiwe. Na mimi sijui ni nini hicho ambacho unapitia usiku wa leo. Bwana asifiwe. Sijui ni nini iye ni umeneneo usiku wa leo, sijui but ninakuomba tu uwachilie samee wapende wote wale, wale, wata wamekua wale, asifiwe, wote ambao wamekuwa wakikukosea, wale wote ambao wamekunena, Bwana asifiwe, wasamehe wote, ndio upokee amani ya Mungu. Bwana asifiwe, pengine ni kwa jamii yako, pengine amuelewani, samehe. Bwana asifiwe, achilia yote, ndio upokee amani ya Mungu. Lakini usipomsamehe pengine ni huyo mwenzako ama bibi yako ama mzee wako, usipomsamehe hakuna amani kwa hiyo nyumba utapata. Pengine mtoto akikuongelesha Umem, umemrudishia kofi. Bwana asifiwe. Mzaki kuongelesha umemujibisha tu vile unataka, unapata ile nyumba ni kama yani mko mmefungwa pale, bwana asifiwe, mna round tu hapo. Kwa sababu gani? Amani ya Mungu haiko ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe. Ye, ile iko ni kuachilia, kama ni kuambiana ukweli, mwambiane msameane, na mpokee amani ya Mungu. Bwana asifiwe, na tukiendelea Eh, Petero wa kwanza Petero wa kwanza tano saba inatuambia ya kwamba na Mungu yote wa neema yote aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo mkisho kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengeneza, atawadhibitisha na kuwaita na kuwatia nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Nsisamahani no, samahani, tano saba, huku mkitwika yeye fadhaha zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Bwana asifiwe huku mkitwika mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Bwana asifiwe. Umesikia ya kwamba jamani, tunapendwa wapendwa, tunapendwa. Ikiwa Mungu wetu anajishughulisha kwa mambo yetu, kwa nini tusimwachie? Bwana asifiwe. Neno la Mungu limetuambia hapo usiku wa leo ikiwa yeye anajishughulisha kwa mambo yako, mbona usimwachie? Bwana asifiwe. Mwachie yote, misigo mzigo yote unaona imekuwa ngumu kwa maisha yako, mwachie na umpatie. Bwana asifiwe, sijui ni nini unaona imekuwa ngumu kabisa kuachilia, achilia. Bwana asifiwe, kwa sababu huyu Mungu mwenyewe, neno limetuambia ya kwamba hapa, yeye mwenyewe anajishughulisha tena sana kwa mambo yetu, ambayo ni wewe kwa mambo yako pia anajishughulisha, jamii yako anajishughulisha, venye mnakula, watoto wako anajishughulisha, kule kazini, maana unafanya kazi, anajishughulisha. Bwana asifiwe! Then ni kwa nini tubebe mambo mingi kwa akili tujikoseshe wenyewe amani? Bwana asifiwe! So usiku wa leo, ningependa wapendwa wa Mungu, tupokee amani ambayo inatoka kwa Mungu. Bwana asifiwe! ningependa pia kwa wakati wako utasoma saburi Saburi nne, mlango wake ni wanane. Bwana asifiwe some tena Warumi, mlango wake ni watano, mstari wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe, na pia Yohana mstari wa kumi na sita thelathini na tatu. Bwana asifiwe, na ninajua hili ili neno litaenda kukubariki zaidi na kukuinua. Bwana asifiwe, ni juu tu ya amani ya Mungu, kupokea tu amani ya Mungu Bwana asifiwe, yaani kukua tu na amani ya Mungu hiyo tu. Ukuwe tu na amani ya Mungu. Bwana asifiwe. So nashukuru Mungu kwa ajili ya wakati huu ambao nimekuwa pamoja nanyi. Na nashukuru sana Mungu kwa kuniachia wakati kuniongee na nyinyi na pia nawashukuru sana kwa kunisikiza. Na naomba Mungu awabariki. Na pia ninaomba usiku wa leo ni ombi langu. Yeyote ambaye ananitazama usiku wa leo, pengine hauna amani kwa moyo wako. Pengine unashindwa unaanzia wapi? Bwana asifiwe. Pengine unashindwa ninakimbilia nani nimwambie? Bwana asifiwe. Kimbilia Yesu, mwambie Yesu. Bwana asifiwe. Ukitaka chochote, kuna wimbo unaimbanga, ukitaka chochote, mwambie Yesu. Bwana asifiwe. Mwambie tu huyu Yesu, waachana na mambo ya binadamu. Wanadamu watakupoteza, wengine watakupa mawaidha ya kukuangamiza, wengine watakupa mawaidha ya kukuvunja moyo. Bwana asifiwe. Mtu mwangalie tu huyu Yesu. Bwana asifiwe. Mwambie tu yote eni unataka kumwambia usiku wa leo. Na no, mwambie Baba, ninataka tu amani yako. Bwana asifiwe. Kama nikusamee usamee, niwaambie Mungu, nime kama nikubeba ni nimekuwa nikibeba watu. Nao ni wenye nimewabeba pengine wajui kama nimewabeba. Waachilie. Bwana asifiwe. Wasamee na wasame, uwapende. Na after that, waambie Mungu, naomba tu nipe amani yako. Bwana asifiwe. Unajua uko na amani Min wapenda, tuachilie yote kwa Mungu. Bwana asifiwe. Tuambie tu Mungu atupatie amani yake. Bwana asifiwe. Na ninashukuru Mungu sana kwa sababu, wakati umemkiri yeye, umepokea amani ya Mungu. Bwana asifiwe, lakini usipomkiri yeye hakunanga amani, so usiku alio kama unanitazama na bado hujamkiri Yesu, mkimbilia Yesu jamani. Bwana asifiwe. Muda upo wakati wowote, tunaweza kupokea tu tarumbete ya Mungu, tumpate tu Mungu anarudi. Bwana Yesu asifiwe. So, utamwambia nini? Asifiwe, nashukuru Mungu kwa ajili ya wakati, na ninajua ya kwamba utaenda kupokea amani ya Mungu leo, na uipokee katika jina la Yesu. Ikuwe ni mama, pokea ukuwe ni mzee, pokee amani, ukuwe ni kijana, pokee amani. Bwana asifiwe, na ikujae kabisa ufurike amani ya Mungu kazini mwako nyumbani mwako mahali ambapo unakaa. Bwana asifiwe! Amani ya Mungu ifurike hata kwa watoto wako, ifurike kwa maisha yako. Bwana asifiwe. Yani, amani ya Mungu ikutembelee kwa njia ambayo ni ajabu. Bwana asifiwe. Nashukuru Mungu sana. Mungu awabariki sana, wapendwa, na ningependa tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya wakati huu. Asante Bwana kwa ajili ya neno lako ambalo Bwana umetupatia usiku wa leo kuhusu amani Bwana, ambayo inatoka kwako. Ninaomba usiku wa leo Jehova, tazamaji wote ambao wananitazama usiku wa leo Baba, ninaomba wakumbuke. kuna yule ambao Bwana amekosa amani mpaka amekosa matumaini, Mungu naomba apokee amani katika jina la Yesu Kristo. Ikiwa ni jamii Bwana, ikapokea amani yoyote. Ambao Bwana ananitazama ambao anahitaji amani yako Jehova, naomba umpe katika jina la Yesu Kristo, haijalishi ni changamoto za aina gani, Baba ninaomba uondoe, na zaidi ya yote Mungu leta amani katika jina la Yesu Kristo. Amani yako Bwana ikafurike ikajae kwa mioyo yetu, manyumbani mwetu, kwa, kwa, kwa watoto wetu, kazini mwetu, mahali ambapo Bwana tunafanya kazi yako Jehova, amani yako Bwana ikatawale katika jina la Yesu Kristo. Asante Mwana wa Mungu. Kwa wale wote ambao Bwana wamenisikiza usiku wa leo, naomba baraka zako Bwana zikazidi kukaa ndani ya maisha yao. Baba nakushukuru na nalinua jina lako, na ni katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai Baba, naomba na kuamini. Amen, barikiwe sana.